Wewe jana wote ni kombe. Unataka kombe? Tunataka kombe. Yaani ni kombe na sio medali. Ah ah, medali kikuwa medali na kombe. Amara, kombe kombe kombe na uh -huh, na na medali medali medali ni vitu vingi tofauti. Utofauti upi Sofia? Sasa zile medali na kombe zinafanana. Hebu chukua medali na kombe weka sokoni. Eh eh. Kwa kweli mtu anaweza Kamara. Ndugu zake nipewe mimi. Magori ni Magori. Ni Magori, anamwambia nataka nyanda hii hapa ya bori kooroa leteeni hapa Magori akakuya pipa akaenda. Mimi mimi Mzee magori? Ah nipe mimi, ni mi, <laughs> <Sababu yoyote. laughs> <laughs> e. <laughs> ya yote. Yule sio sio sio mtu. Mtu kwanza uliona kwanza yule alivyoruka kwenda kuchukua ule mpira juu. juua alimpita mwenyewe mchezaji yule alimpita alivotoka jua kuangalia chini na shukaje, mm. Alijua kabisa ubaya, Bwela upo utanilinda. Sasa si ndio? Spider huyo bwana! We dhambi zote alizomleta Camara na dhambi za Camara zote upewe upewe, wewe ndio bwana. Yani Simba lazima tuchukue kombe kwa uwezo wa Mungu na juhudi zenu kabisa. Simba ya Camara Musa huyo Elie Volcano. Simba, Simba, hey, Simba, Simba ya Volcano Zimbwe Shabalala nahoda. Semaji anasema ukimuona Zimbwe katunisha tu mashavu hivi

na ameletewa Waarabu, anawapenda ahua, chukua hiyo foni mwanangu, hapo tunaona. E bwana mtazamaji wa SFTV, miongoni mwa ndoto zake ilikuwa ni kuishuhudia timu yake ya Simba Sports Club ikienda hatua ya fainali kunako michuano ya Kafu, na hilo e, kwa sasa limewezekana mara baada ya wekundi wa Msimbazi Simba kufuzu kunako hatua ya fainali ya kombe la shirikisho mara baada ya kuwatoa uh, Stellenbosch kutokea pale South Africa kwa Madiba. Niko naye Sofia eh, kuzungumza mawili matatu kuhusiana na namna ambavyo anajisikia mpaka sasa kuona kwamba akiwa miongoni mwa wanasimba ambao, eh, wanakwenda kushuhudia klabu yake ikicheza fainali hapa hapa katika ardhi ya Tanzania, na hili si la kuadisiwa atashuhudia aidha akiwa kwenye TV ama akiwa live eh, lolote linawezekana, kwani chini ya jua hakuna macho akiwezekani. Lakini kabla sijaongea naye, anaonekana kuwa mwenye furaha kidogo, lakini kama inapotea. Sofia, mambo vipi? Poa bwana, umepoa hivyo? Jamani, mimi nini bwana? Ah, sijapoa kabisa, kama ulikuwa unantisha hivi ah Tuna mambo mengi tunajua wewe eh, jana ile ile mambo ya uliona, eh, mambo, eh, jana jana jana ile ni kabla tujazungumza hiyo jana. Ay, nataka kusikia kutoka kwako, timu imefuzu watu wa fainali, furaha bashasha uliokuwa nayo e, ni ya namna gani? <laughs> Kwa maana kwa shabiki yote yule, furaha uliyo nayo yeye, hadi mimi niliyo nayo, kwa kila mtu, watu wote waliopiga Simba Sports Club unahitaji pongezi. Kutoka kwa nani? Ah, si mama tayari kashusha mkeka pale amewapongeza. Sawa, ni mama. Sawa mama yeah. So mama watu watu wote wote wampate na hivyo yake. Lakini mwenyekiti kasema serikali na taasisi ambazo zinashirikiana na Simba zikiwapongeza wao inatosha, wao wengine hawana shida ya pongezi zao unajua. Ah, wapo wengine wote, wote wanahitaji. Eh, kwamba ajue kwamba mmefika finali. Sio ajue mmepika kabisa. Mwezi no no, hey, no no. Sofia, mimi nataka kujua kutoka kwako. Eh bana, mzuka wako na nini yako inajulikana, ina ilivyo mchezo, wakati unaendelea, kuna muda VAR ilitoa tuta hivi eh, linaenda kwa upande wa Simba likafutwa, wakatia chuma Hali yako ilikuwaje kwenye momenti kama zile, dakika ah! <laughs> zinayoyoma, Stella Mbotu anapata goli ah! ah! tari sana hiyo siku ilikuwa ambayo ni siku so, ya maombi sana maombi yamepigwa, so poa. Tunashukuru veara, tunashukuru uongozi wote alasimamia mechi, waamuzi waamuzi wamefanya vizuri, walisama zote pande mbili, usimamia kanuni na sheria za mchezo. Kwa hiyo ha, ha, hawakuwabeba kama ambavyo atujabeba, kanuni ndo zimefanya kazi jana yeah. na... yeah. yeah. yes. yeah, bana, sasa tuje kwenye tukio lenyewe kubwa ambalo liliwafanya wana Simba kuacha shughuli zao kuja kuisubiria timu hapa mpaka majira ya usiku licha mvua, wewe upo karibu na maeneo ya airport. Namna ambavyo wana Simba walijitokeza eh, ilikuwa inaashiria kitu gani kwa upande wenu na Simba? Nini hasa mnataka? Ah, tunataka tunataka kombe. kombe. kombe. kombe. kombe. Jana wote ni na sio medali. Ah ah, medali medali na kombe.

Mimi kama mimi wananiwekea bwana ripoti medali. Aiza, medali au nikuchukue medali tu peke yake? au nibaki kwenye Simba, tushabikie Simba ili tuchukue kombe? Mimi kwenye Simba nishabikie Simbae e kao, natambia medali? Wale unawaambia nani? Ah, au useme sana, mimi nataka useme Sophia. Ndio maana tumekuja hapa tuongee. Wale wamejiliwaza tu, maana maana huruma, huruma unajua medali eh, yeah, usitoke bure maana kwamba yani yani unaonewa huruma, huruma medali medali. Ah, unaonewa huruma kwamba umeshiriki umepata Yani, asante kwa kushiriki. Kushiriki, Eh? Asante kwa kwa bwana. Shukrani na huruma. Ah, sasa yeah. yeah. Nyinyi yeah. yeah. mnataka yeah. kombe. Kombe. Kwa namna ambavyo mashabiki uliwaona jana wachezaji wakati wakiwa wanashuka pale najua walikuwa karibu karibu. Sitaki tuongee mengi ndani ndani. Walikuwa karibu pale kuona wachezaji, sura zao ile haiba yao usoni ulivyokuwa unatazama mashabiki walivyokuwa wanachagiza na kushangilia, hapa hapo, nadhani kombe linawezekana kubaki katika ardhi ya Tanzania, siku ya fainali ya pili ya linabaki. Nimekutana na wachezaji tofauti tofauti tofauti tofauti. Wa kwanza kabisa nilikutana na Shomari Kapombe, nimeongea naye na nimezungumza naye, nimemuuliza vipi, akaniambia kombe libaki Tanzania, lazima libaki. Show me the way, amekuhakikishia na

Kwa nini naamini timiakabindi ndio naamini. Kisa kwa nini usiamini na wewe pia? Kombe hili tunachukua, linabaki Tanzania. Mara sana kaja kwa madam Zubeida na yalikuwa na flag, kwa kukutana wote flag hiyo <laughs> furaha juu <njiri> ya furaha <laughs> Hivi unadhani ukikutana na wachezaji wa Simba viongozi wote kwa ujumla hivi uh, kwa nani nazani haja hali gani na haliani bana mimi sijawahi kweli. Sijawahi. Niulize eh. mimi. mimiacha <laughs> <laughs> ah, bwana. Yaani kwa kweli ninachokisema yaani Simba lazima tuchukue kombe. Kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu na juhudi zenu kabisa. Simba ya kamala Musa, huyo, Elie Volkane, Zimbo Shabalala, nahoda Simba. Hey, anasema ukimuona Zimbo katunisha tumashavu hivi Unajua, hii kuna stali moja ya kipeza, ile si kama kama mnyama fulani simba, ile kama kunguruma ile. Mbaya wewe, wewe mwenyewe wewe, kuchukua kombe sasa ni kitisho. Simba Yusuf kagoma ile. Acha kabisa. Kandaji. Na ameletewa Waarabu anapenda kwanza yani, okay. Walitujali mashabiki sisi kiujumla, ilikuwa inaonyesha, waliamua kuvua shati na kushangilia pamoja na mashabiki, ilifurahi sana tena sana kwa walitupa ushirikiano. Yes. Mlijua ataondoka tuna kingora chao pale? Ah, akitoka hapa tu ataondoka na gari, lakini bahati nzuri bwana. Ah, wale wanatupenda mashabiki, mashabikij, uh-huh kwa sababu ilikuwa yani, mvua ile <tokos> <tokos> ah, tena sisi tuliona hali hamna mvua, hakuna mvua hadi kama mchana vile, hamna mvua jana. Washukuru tu, hizi usalama ulikuwa vizuri au? Ah, kwa mara hata umeona Camara, eh? Hebu niambie ulivyomwona yeye. Mimi nimemwona, ila inawezekana mwenzangu umemwona kivingine. Jana tunaongelea kwenye mchezo mchezo mchezo mchezo eh eh kwenye mchezo. kwenye kwenye sasa unarudisha uh-huh. ah, hapo ndo ndo pigo zake za, za Kamara zile zile. Za kuruka ile jina jina mpenja kama kama. kama mpenja yule. Spiderman. Pin pin anafanya kama anaponyeza hivi. Tulia. Tulia tulia. Shomari anamuuliza muamuzi vipi kumbe? Ana yeah, mambo yake. Anaambia tulia, tulia, yeah, tuishie hapa hapa baba baba. Esta anaye Shomari kama alikuwa aelewi eh kinachoendelea. Finali. <laughs> <laughs> Mimi kwa kweli, mtu anaweza Camara dhambi zake nipewe mimi, Magori huo

Alipotoka juu kuangalia chini nashukaje? Mm. Alijua kabisa upo. Yeah. Eh, utanilinda. Sasa, ubaya bwela upo utanilinda si ndio? Spider dhambi ah, ah, zote alizomleta Camara na dhambi za Camara zote upewe yes, wewe. Upewe wewe. Bana. Kisa tu finali hapa ah. Kapeleka. <laughs> Kwanza plan fulani nayo, yani ni plan ambayo hata ataasema jilango la kafu ninalo

Jana kasimama kwenye mvua ajali na yeye uhakika yani, yeye huoga ajali. Sio jana tu. Ajali ajali. Yaani siku zote huoga ajali yeye. Ndio. Yes. Yaani uko hivyo. Sio jana tu kwenye mvua. Yale mwanzo yupo kwenye jua, mvua, joto. Eh, yupo. Yeye anapeleka tu ubaya ubwela. Yaani yeye yupo. Si usiku, si mchana, si jioni. Bwana, usiku kuisha Zanzibar kapiga hamasa usiku.